Habari za saizi. Je, umeomba nafasi za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji? Sasa kuna vitu vya muhimu, jitahidi uvizingatie ili kuongeza asilimia kubwa ili uitwe kwenye usaili wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Namba moja, wakati unajaza taarifa za kwenye mfumo wa ajira wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, hakikisha mfumo unavyokuelekeza, usiache kujaza taarifa hata moja. Yaani jitahidi ujaze kote, usiache hata kipengele kimoja. Hapa cha muhimu wewe fata mfumo unavyokuelekeza, wewe ndio ufanye hivyo hivyo, accordingly mfumo unavyohitaji. Lakini kama mfumo unasumbua mida ya mchana, mida ya usiku, kuanzia mida ya saa sita pale usiku au saa tano usiku pale mpaka alfajiri, ni muda mzuri sana wa kutuma maombi hayo ya ajira ya Jeshi la Zimamoto na uokoaji. Asante. Nikutakie kila laheri kwenye safari yako ya kuomba ajira hizi za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji.